Maandalizi um, kwa upande wetu kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo na tunatambua umuhimu wa mchezo huo ambao tunakwenda kucheza siku ya kesho. Kikubwa ni sisi kufocus na kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo na kuingia katika uh, uh, uh, ya hatua ya group stage karibuni, na Afrika, nini, kesho, na nini, kwanza kwa pande sisi kama wachezaji ni kwenda kupambana kwa jasho na damu kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo, lakini kikubwa, hii sio ya kwetu peke yetu, na sisi tungependa kurudi kwao mashabiki zetu siku ya kesho leo walale wakiwaza kwamba kesho tuna jambo muhimu ambalo nabidi kwenda kulifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Waje wajitokeze kwa wingi, waje kutupa support na sisi kama wachezaji wao tunawahakikishia na tunakwenda kupambana kupata matokeo kwenye mchezo huu. Asante captain. Swali. Yusuf Wana <tipa> Manager. Captain, hii hali kama inajirudia. Msimu ukipita afu ya makundi unahitaji kwa mmoja kushinda kwenda kwa mafanikio. Lakini mkashindwa kwa ndio ya mashindano kikubwa tumejipanga vizuri, na inategemeana na mchezo husika. Mchezo huyo ulikuwa na plani yake ambayo ilifeli, lakini mchezo huu tunakwenda na plani nyingine. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni kwenda kuyatekeleza yale ambayo mwalimu ameweza kutupa, kuweza kufanya vyema kwenye huo mchezo. Ni wachezaji kupambana kwa asilimia zote kuweza kupata matokeo kwenye mchezo. Wachezaji kupambana kwa asilimia zote. Swali la mwisho kwa captain. Swali la mwisho kama liko rekodi kubwa ni kufanya vizuri na kuwa na maelewano. Unajua, jambo la kwanza katika mchezo wote, ili upate ushindi ni sisi kuweza kuzuia vizuri katika nafasi yetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa nafasi hiyo tumejiandaa vizuri na tumejipanga vizuri kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo ili kuweza kujihakikishia matokeo mazuri kwenye mchezo huo. so

which is our fans, and they play. They always play a big role, and uh, it will be also good to have them as player number 12. Uh, that will help more, more, more to our players to motivate them even to come even better and stronger, so that at the end of the day they need to deliver to them because we know we are owing them a lot. Okay. Swali la mwisho kwa coach.